Hakuna mtoto mjinga. Mtoto mjinga ni uzembe wa mzazi. Usipime hatima ya mtoto wako na cheti. Usipime hatima ya mtoto wako na bahati. Ili alimlea Samueli, lakini hakuwahi lea watoto wake. Usichukue muda mwingi unalea watoto wa dada yako, watoto wa mjomba, ukaacha watoto wako. Ili kalea Samueli, Samueli akawa nabii, lakini watoto wake wakawa majambazi. Kitu cha ajabu sana hicho, ambacho wengi tunafanya, kwa sababu ya kujitafutia sifa, kwa sababu ya kutafuta jina. Ukimfata yule mtoto vizuri, ana kitu ambacho anaweza akafanya. Kuna kitu ambacho Mungu ameegeza ndani, chukua tu muda. Naye hayupo mtoto mjinga. Anaweza akafeli masomo, lakini kuna ujuzi Mungu ameweka ndani yake. Anaweza akafeli kwenye ujuzi wote, lakini kuna wito ambao Mungu ameweka ndani yake. That's why unatakana uwe makini, usiwe mzazi ambaye unakata tamaa mapema. Tafuta mpaka upate kile ambacho Mungu ameegeza ndani ya mtoto wako.